Shalom. Basi miaka ya nyuma wawili hawa walikuwa ni kama marafiki, miaka hiyo ya nyuma wawili hawa walikuwa ni kama marafiki. Ndipo Jonathan alipopepesa macho akakutana na mrembo kutoka kanda ya mbali kabisa. Hakujali kama atakuwa ni treni ama basi Akasema yeye atafika safari yake ikaanza, puu hadi Geita, akaenda kutana na mtu anaitwa Rebeka. Akasema siku tarehe ya leo na imeandikwa watakuwa mke na mume halali. Basi ndivyo wao wakasema, watakusanya watu ndani hapa ili waweze kufurahi nao. Basi nataka niwalete kwenu, wapenda nao, wanapendana kweli kweli, wamesema wao leo wataingia kama watu wanaonyesha upendo na wanataka wawe mfano wa watu wote, ambao kama hujawahi kupendwa, basi utamwona Rebeka leo ana tabasamu mzuri kuliko siku zote za maisha yake. Mabibi na mabwana, naowaleta kwenu wawili wapenda nao, nao si wengine, ni Jonathani na Rebeka.